Hapa tutazame vita vitano inavyopigana Israeli katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Mashariki ya Kati imegeuka kuwa kitovu cha mivutano ya kijeshi isiyokuwa na mwisho tangu vita vya Iraq au vita vya Yom Kippur. Kati ya nchi zote zilizoathirika, Israeli imesimama katikati ya joto la vita, ikikabiliana na mashambulizi kutoka pande tofauti huku maadui wa jadi wakirudi kwa nguvu mpya. Kuhusu mzozo wa sasa, ni mvutano kati ya Israeli na Iran, mvutano uliofikia hatua ya hatari mnamo Juni 2025 baada ya mashambulizi ya wazi kati ya nchi hizo mbili, hali ambayo haikuwahi kushuhudiwa kwa kiwango hiki. Iran kwa miongo kadhaa imekuwa ikiendesha vita vya kivuli dhidi ya Israeli kwa kutumia makundi ya wapiganaji kama Hamas, Hezbollah, Houthi na makundi ya wanamgambo wa Kishia katika Iraq na, na Syria. Israeli kwa upande wake imekuwa ikitumia njia za kijasusi na mashambulizi ya angani kukata ushawishi wa Irani. Hata hivyo, kwa sasa hali imebadilika. Haya si tena mashambulizi ya siri au ya kiwakala, ni vita vya moja kwa moja vinavyohusisha mashambulizi ya makombora, ndege za kivita, vifo vya raia na taharuki ya kimataifa. Makala hii inachambua vita vitano vikuu ambavyo Israeli inavipigana navyo kwa sasa ikianzia na lile linaloonekana kama hii ni cha mzozo wote, vita dhidi ya Iran. Moja, vita dhidi ya Irani. Vita kati ya Israeli na Irani ilianza rasmi mnamo Juni 12 mwaka 2025 wakati Israeli ilipoanzisha mashambulizi ya anga yaliyopewa jina la Operation Simba dhidi ya vituo vya nyuklia na kijeshi vya Iran hasa karibu na Tehran, Isfahan na Tazi. Hili lilifuata ama lifuatia miezi kadhaa ya kuongezeka kwa mivutano baada ya Irani kudai Israeli ilihusika na mauaji ya jemadari wake wa juu wa kijeshi nchini Syria. Iran ilijibu mapigo mashambulizi ya makombora ya masafa marefu dhidi ya miji ya Tel Aviv, Ashkelon na maeneo ya kijeshi ya Israeli. Hii ilikuwa mara ya kwanza tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka elfu moja mia tisa na sabini na tisa ambapo Iran na Israel wameingia kwenye vita vya moja kwa moja. Vita hivi vinashirikisha pia nguvu zingine za kikanda. Marekani imekuwa ikiunga mkono Israeli kwa kutoa msaada wa ujasusi na vifaa ingawa haijajiingiza moja kwa moja kijeshi. Urusi na China zimekuwa kimya, lakini zimesisitiza umuhimu wa mazungumzo. Nchi za Kiarabu kama Saudi Arabia na Misri zimeelezea hofu yao kuhusu uwezekano wa vita ya kikanda. Rais wa Marekani Donald Trump anasema kuna hatua zaidi ya kuchukuliwa zaidi ya kusitisha vita. Athari za vita ni kubwa. Kufikia katikati ya Juni 2025, zaidi ya watu 400 wamekufa Iran, wengi wao katika, katika mashambulizi ya anga, huku zaidi ya Waisraeli sabini zaidi ya Waisraeli sabini wakiuawa katika mashambulizi ya makombora ya Iran. Uchumi wa Iran umetikiswa vibaya na Israeli imeweka majeshi yake katika hali ya tahadhari ya juu. Kwa sasa hali ni tete sana. Mashambulizi yanaendelea na hakuna upande unaoonyesha nia ya kusitisha vita. Namba mbili: vita dhidi ya Hamas. Vita vya Israeli dhidi ya Hamas vilizuka upya kwa nguvu mnamo Oktoba saba mwaka elfu mbili na ishirini na tatu baada ya shambulio la ghafla na la kushangaza lililofanywa na wanamgambo wa Hamas dhidi ya maeneo ya kusini mwa Israeli vikisababisha vifo vya zaidi ya watu elfu moja na mia mbili. Shambulio hilo liliibua hasira kubwa kutoka kwa Israeli ambayo ilizindua operesheni ya kijeshi ya muda mrefu katika ukanda wa Gaza. Israeli inapigana pia na makundi mengine ya wanamgambo wa Kipalestina ikiacha Hamas na Islamic Jihad yanayojikita katika ukanda wa Gaza. Katika kipindi cha miezi kumi na nane iliyofuata Israeli ilifanya mashambulizi ya angani, ardhini na baharini dhidi ya Gaza, ikilenga miundombinu ya Hamas vichochoro vya chini ya ardhi maghala ya silaha na na viongozi waandamizi wa kundi hilo. Hamas kwa upande wake ilijibu kwa kurusha roketi zaidi ya elfu kumi kuelekea Israeli. Nchi mbalimbali zimehusika moja kwa moja au kwa njia ya upatanishi. Katar na Misri zimekuwa wakuu wa majadiliano ya upatanisho. Iran imekuwa mtoa msaada mkuu wa silaha kwa Hamas, huku nchi za magharibi zikiunga mkono haki ya Israeli kujilinda, japo kwa masharti ya kutoathiri raia. Kufikia Juni 2025, zaidi ya Wapalestina 35000 wamekufa huku zaidi ya Waisraeli 1500 wakiuawa tangu kuanza kwa vita. Vita bado vinaendelea, ingawa kwa sasa ni ya kiwango cha chini ambapo Israeli inaendelea na mashambulizi ya kulenga wa Hamas ndani ya Gaza. Tatu, vita dhidi ya Hezbola. Hezbola ni kundi la kisiasa na kijeshi la kishia lenye makao yake Lebanon, linaloungwa mkono na Iran. Tangu mwaka elfu mbili na sita Israel na Hezbollah wamekuwa na mvutano ya mara kwa mara, lakini vita vya wazi vilizuka upya baada ya kuanza kwa operesheni ya Gaza mnamo Oktoba 2023. Hezbollah ilianza kurusha makombora na kutuma wapiganaji wake kuvamia maeneo ya kaskazini mwa Israel kama ishara ya mshikamano na Gaza. Israeli ilijibu kwa mashambulizi ya anga dhidi ya ngome za Hezbola kusini mwa Lebanon na katika mpaka wa Siria. Mashambulizi haya yamesababisha vifo vya zaidi ya raia mia tano nchini Lebanon, huku zaidi ya wanajeshi na raia mia mbili wakiuawa wa Israeli. Mamilioni ya watu wamehama makazi yao pande zote mbili. Ufaransa na Marekani zimejaribu kupatanisha, lakini Iran imeapa kuendelea kuunga mkono Hezbollah. Vita hivi bado vinaendelea kwa kiwango cha wastani lakini kuna hatari kubwa ya kuongezeka kwa vita kamili na kubwa. Nne, vita dhidi ya Houthi. Kundi la Houthi linalotawala sehemu kubwa ya kaskazini mwa Yemen limekuwa likishambulia Israeli kwa makombora ya masafa marefu na ndege zisizo na rubani, yani drones. Tangu mwishoni mwa elfu mbili na ishirini na tatu, likidai kuwa linaitetea Palestina dhidi ya udhalimu wa Kizayuni. Mashambulizi haya yamekuwa yakipitia bahari ya Shamu na baadhi yamelenga miji ya kusini mwa Israeli pamoja na meli za kibiashara zinazohusiana na Israeli kwa mujibu wa Israeli. Kwa kujibu, Israeli imefanya mashambulizi ya angani dhidi ya vituo vya makombora vya Houthi nchini Yemen. Saudi Arabia na Umoja wa, wa, wa Falme za Kiarabu ambao nao wamekuwa katika vita na Houthi kwa muda mrefu, wameunga mkono chini chini mashambulizi ya Israeli huku Iran ikiendelea kuwa mdhamini mkuu wa Houthi. Athari za vita hivi mpaka sasa ni pamoja na kuvuruga biashara ya, ya kimataifa kupitia bahari ya Shamu. Vifo vya raia kadhaa nchini Yemen na kuongezeka kwa taaruki ya kijeshi katika pembe ya Afrika. Vita dhidi ya makundi ya wanamgambo Iraki na Siria. Kwa muda mrefu, Israeli imekuwa ikifanya mashambulizi ya siri dhidi ya wanamgambo wa Kishia wanaoungwa mkono na Iran katika nchi za Siria na Iraki. Hata hivyo tangu kuanza kwa vita vya Iran na Israeli mnamo Juni 2025 mashambulizi haya yameongezeka na sasa yamepata sura ya wazi zaidi ya vita. Makundi kama Harakat al nijaba -Nujab, Kataib Hezbollah na Asaib al hal hak wameshambulia maeneo ya Israeli kupitia Siria au Iraq, huku wakitoa wa kauli za kuunga mkono Iran. Israeli imejibu kwa kushambulia misafara ya silaha, maghala na kambi za mafunzo za wanamgambo hao. Hali ni tete, na mashambulizi haya mara nyingi huambatana na vifo vya viongozi na wa ngazi za juu na wa wanamgambo na kuibua maandamano na machafuko katika maeneo ya Kisuni nchini Iraki. Mataifa ya magharibi yameendelea kuwa uangalizi wa karibu wa mgogoro huu kwa hofu kuwa wapiganao, mapigano haya yanaweza kugeuka kuwa janga la kanda lote. Hii ni vita tano vinavyopigana Israeli.